Januari mwaka 2024 serikali ya Tanzania ilianza rasmi utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu ya amali kwa shule za sekondari ikiwa ni utekelezaji wa sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Shule ya sekondari Mafiga ni miongoni mwa shule 96 za awali zilizochaguliwa kuanza utekelezaji huo mkondo wa kilimo. Darasani wanafunzi wakijifunza kwa nadharia kabla ya kwenda shambani. Safari ya kutoka shule ya Mafiga kuelekea chuo kikuu cha Sokweni cha kilimo Morogoro inaanzia hapa. Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo. Najifunza vitu vingi, kuna ufugaji wa ng'ombe, mbuzi, kuku. Kuku nikaenda kujaribu nyumbani, kwa mfano nikafuga kuku naweza nikapata hela. Bado na mdogo, nikikua Nimenufaika kwa mfano pale kwetu nimeandaa kibustani na inanisaidia kwa mia mbili, mia tatu, na pia mamangu anapata pale pale mboga ya kwa ajili ya kula. Nitarajie kwamba nikimaliza form 4 nitakuwa na, na shamba langu na nitakuwa nikifanya masuala ya yaani kulimalima mboga matunda kwa ajili ya kuuza. Walimu wanasema mwitikio wa wanafunzi ni mzuri. Naweza nikasema kwamba ni kwamba mtaala huu umechelewa, ulitakiwa kuwepo miaka ya nyuma, lakini mapokeo ya wanafunzi ni mazuri. Na unajuaje kwamba mapokeo ya wanafunzi ni mazuri? Unapokuwa unawafundisha jinsi wanavyopokea masomo wanapokea kwa furaha na hata ile zama, zana ya kilimo hawaitazami tena kama maumivu au utumwa fulani bali wanachukulia kama taaruma ambayo wakienda kuifanyia kazi kuna faida kubwa sana, na mabadiliko makubwa wanaenda kuyaleta kwenye jamii na serikali kwa ujumla. Mwitikio ni positive. Kama tunavyojua kitu kinavyoanza mwanzoni, mwitikio unaweza ukawa ni sio positive kwa asilimia kubwa, lakini ukikompea wanafunzi walioko kidato cha pili na kidato cha kwanza, namba ya wanafunzi inatofautiana. Wanazidi kupata uelewa kuhusu amali, lakini pia wazazi nao wanapata uelewa zaidi kuhusu amali. Watoto wanakuwa more interested zaidi wakifanya practically kuliko theory. Kwa hiyo wanapokuja shambani wanapata uelewa zaidi kuliko pale ambapo unakuwa unawafundishia darasani theory tu. Kwao mwitikio ni positive na ni mzuri. Shule hii ipo chini ya uendeshaji wa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo Morogoro. Lengo tulilopewa na serikali sisi kama walimu ni kuandaa vijana kujiajiri. Tulipata ugumu sana kufundisha wanafunzi yale masomo ya mtaala uliopita, hata wanaoendelea tunapata ugumu sana, hasa kwa changamoto ya ajira iliyopo kwa sasa hivi kwa nchi yetu, lakini hawa watoto sasa hivi wanachokisoma ni kitu ambacho anaweza kukifanyia kazi na akaweza kujiajiri kupata kipato au kuajirika haraka sana, hata kisha kidato cha pili. Mungu asimsaidie akaendelea, baada tayari anaweza akauza duka la agroveti, lakini ameweza kusimamia shamba la mifugo, anaweza kusimamia bustani na pia anaweza kusimamia hata kuendesha yeye mwenyewe kilimo bila kuajiriwa. Hao wanafunzi wanafundisha eh, wanafunzi wa kilimo wa digrii ya kwanza wale teknisiani. Teknisiani, hao hao wanawafundisha hao wanafunzi wetu wa sekondari ya Mafiga. Kwa hiyo wanapata utaalamu wa hali ya juu kiasi kwamba ule utaalamu unawasaidia kuwajengea uwezo wa kujiajiri hata kuwa, eh, kuwa eh, na uwezo mkubwa wanapoenda kwenye soko la ajira. Wanafunzi wamejigawa katika maeneo matatu ya ujifunzaji. Eneo la kwanza ni kilimo cha bustani, kilimo cha mazao pamoja na mifugo. Teresia Mwanga, Habari Wikendi, Morogoro.